Mwalimu Nyerere alikuwa kiongozi mahiri na shupavu. Alikuwa Mwafrika halisi. Katika maisha yake yote, Mwalimu Nyerere alipambana ili kujenga umoja na mshikamano miongoni mwa Afrika. Sisi wa Tanzania, kwa hakika, tunajivunia sana Mwalimu Nyerere kuwa baba wa taifa letu. Lakini sio kwamba tu Mwalimu Nyerere alipigania umoja na mshikamano pekee. Alisimamia pia kidete katika kupambana na ubaguzi na unyonyaji wa kila aina. Kama ambavyo wengi wenu hapa mnatambua Tanzania chini ya Mwalimu Nyerere ilijitoa mchango mkubwa katika harakati za kuondoa ukoloni na ubaguzi wa rangi barani Afrika. Nchi yetu ilikuwa mwenyeji wa kamati ya ukombozi wa OAU kwa kipindi chote tangu ilipoanzishwa mwaka 1964 hadi ilipovunjwa mwaka 1994. Kwa kipindi chote tulichokuwa wenyeji wa kamati hii ya ukombozi, ardhi ya Tanzania ilitumika kwa ajili ya kutoa hifadhi, kuandaa mipango na mikakati na kutoa mafunzo kwa wapigania uhuru. Ningependa nitumie fursa hii kuwaeleza kuwa Watanzania wamekuwa wakijisikia furaha sana kwa nchi yao kuweza kutoa mchango huu kwenye bara la Afrika. na kwa sababu binafsi naona kuwa heshima hii ya kumwenzi Mwalimu Nyerere kwa kulipa jengo hili la baraza la amani na usalama jina lake na ni muafaka kabisa. Hii ni namna nzuri kabisa ya kumwenzi Mwalimu Nyerere ambaye alikuwa siyo mpigania haki pekee bali pia amani. Napenda kutumia fursa hii kuarifu kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania italeta kinyago, na nimeambiwa kiko airport sasa hivi cha Mwalimu Nyerere ili kupamba jengo hili. Wito <coughs> wangu kwenu, waheshimiwa viongozi, ni kwamba sambamba na kumwenzi Mwalimu Nyerere kwa jengo hili, itakuwa ni jambo jema zaidi kama tutajitahidi kufuata nyayo zake pamoja na kuishi maisha ya viongozi wengine hodari wa bara hili. Viongozi hao ni pamoja na hayati Kwame Nkrumah, Ahmed Ben Bella, Sekoture, Gamal Abdel Nasser na wengine, na bila kumsahau shujaa wetu mwingine Nelson Mandela. Tukifanya hivyo, tutakuwa tumejitendea haki sisi wenyewe, lakini pia mchango mkubwa uliotolewa na viongozi hawa waasisi wa, wa bara letu utadumu na kudhihirishwa vizazi hadi vizazi.